Kwengine kwa viongozi wa kidini katika kaunti ya Bungoma wamemkashifu Rais William Ruto kwa kuendeleza kampeni ya mapema miaka miwili kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Viongozi hao wamemtaka rais kuwaongoza viongozi wanaoandamana naye kwenye kampeni hizo kuwajibikia majukumu yao badala ya kufanya siasa kila wakati. Mtu anajaribu mbinu ya kutaka kushawishi watu mapema, labda tandi apate umaarufu wa 2027 ndi apiteku lakini mimi ningesema hivi, watu walifanya kura. Kura ikaisha, watawala wale walioko hawataondolewa hadi 2026. Kwa hiyo ungefanya siasa ya taratibu kiasi kiasi, wakingoja ule muta kini wakiakisha sana ni kama kura itapigwa kesho. Sasa hapo wanasahau kile kitu tuliona Kati ambapo rais amechukua jukumu la kuita hawa uh, viongozi wengine na akawaingiza kwenye serikali, wameingia mahali pale na wametulia na hakuna kitu ambayo vijana wamefanya. Namna gani wamefanya ama wamepata chochote? na wamepiga kelele, baada ya kupiga kelele mpaka ikatokea sasa, rais akaona y kwamba injini ni kama inapasuka, so mimi nawaambia vijana, tokeni kwa hiyo vita.